Na majira ni saa 12 saa za Afrika Kati ikiwa ni moja majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka One TV. Na mimi ni ndugu yako mzee wangu Asuma baba la baba Rajabu Akili Kabonga. Niko na kurushia haya matangazo kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo jimboni Kivu ya Kusini. E, hali ambayo iko naendelea kwa sasa Uvira ni hali ambayo inahitaji kila mtu kwa pamoja kuweza kushirikiana ili ku, e, kupeana nguvu na kupeana mkono. Masuala ya vita ni masuala mengi. Na vita ina changamoto zake nyingi vilevile vile, lakini mpaka sasa hivi e, usisikilize habari zozote ambazo uko unaambiwa tofauti na hizi ambazo uko unazisikiliza hapa. Mimi naomba mara mingi kama tuna tunaingia, e, tuna muesheke moja ama nyingine, nawaambia kwamba tumepata shida hii na hii na hii na hii na hii kama tunaenda vizuri, naomba tunaenda vizuri. So mtu asije anakwambia Uvira iko hivi Uvira iko hivi, hapana, unaona Eh, Uvira iko hivi, c'est vrai. Hali yote ya Uvira jinsi iko inaendelea inajulikana, baime ventura biko wapi na wapi na wapi, inajulikana so kinachomata hapa ni nini? ni nini, ni wananchi wote kuweza kutulia. Mko mnaambiwa mara mingi pale ambako huko shikilia hapo hapo mahala ambako umejiweka, kamatia hapo hapo, usiwe mtu wa panda shuka panda shuka uh -uh yatakayokuja kukukuta yatakuwa ni mengine. Kwa hiyo tunahitajika wote kwa pamoja e, kubaki majumbani. Baki nyumbani kwako kama hauna cha muhimu sana kenye utenda, fanya sehemu. Unaweza kusema kwamba unatoka unaenda, ndio unaenda kukutanana na kisichokuwa chako. Kwa hiyo ka, haijulikani ni saa ngapi wazalendo wataingia na ifadi sehemu vile. Haijulikani kama washaingia wako ndani. Unaona ile ma uh, nini uh, wanataka nini avance position ya avance kama iko ndani iko ndani, wewe pale hautajua. Ndio maana ifo kwa makini sana, tusikize kuna nini Uvira. Waligeni, ndugu mtangazaji, Bwana Rajabu akili kabonga, japokuwa yote ambao nchi yetu inaopitia kwa sasa, lakini bado tuna imani kwamba nyie leo mko salama. Nimesikiliza taarifa ya habari ya mida saa sita mchana zaidi kuhusiana na kauli ambayo imeongeleka na msemaji wa jeshi la FARDC, alichokiongea ni ukweli na amina. Na kama viongozi wa juu ama viongozi wetu wanaweza kuendelea kuambiwa wakongomani mambo kama yale yani, yatatusaidia sana. Kwa sababu gani? Ni kweli kuna baadhi ya ndugu zetu wakongomani ambao hawajapata nafasi ya kuishi na watusi ili kwamba weleo watusi ni watu aina gani, kwa sababu gani watusi yajaliishi ni mtusi wa Rwanda wa Uganda anaishi Burundi anayeishi wapi Sudani, popote pale ambako aliko mtusi, wao tabia yao ni moja tu. Wanapoishi na sisi wautu, wanaishi na sisi kiunafiki na wanaga ushirikiano na sisi na ndio maana katika nchi yetu bado tuna matatizo kuna wale ambao hawashirikiani na watusi kutokana na tabia zao, jinsi wanavyowaelewa. Lakini unakuta kati ya sisi wakongomani, kongomani tena, kuna wale ambao bado wanashirikiana na watusi, kuhisi kwamba watusi ni watu wema ama ni watu wazuri. Lakini kusema kweli, watusi sio watu wazuri, kwa sababu hata kama ukisema kwamba leo hivi ukutani na mtoto wa kitusi wa miaka mitano jinsi atakavyoishi na wewe ni sawasawa na jisib... yani ni sawasawa na tabia za baba yake ama mama yake. Kwa hiyo unakuja kukuta ni hivi, watusi wanakuwa na hali ya kuambia watoto wao ama ya wao kwa wao kuambizana jinsi gani ya kuishi na sisi, wautu sio watu wazuri, na ndio maana kila sehemu ambako utaenda utakuta watusi wana ile tabia ya, ya kujitenga. Nafikiri kwa wale ambao ndugu zetu ambao anaishi Uvira hapo na nyie ambao labda mshapata nafasi ya kwenda Uvira, ukivuka ukienda Burundi hapo, ukienda Makamenge, ukienda sijui Mabwiza, ukienda sijui ma, uh, Mabuyenzi pale, yani zile sehemu ambako ni kabisa yani zina wale wa utu wale ambao zinaishi wa utu, huwezi kuona watu si pale, lakini utakuta wao kila sehemu ambako watakapoishi ni lazima wawe wamejekate manake, wamejitenga kila kila nchi ambayo utakaokwenda, kama ni nchi ambayo ina watusi na wautu, lazima utakuta wao wana tabia ya kujitenga. Hiyo ndo hali ya watusi. Sasa alichokiongelea sasa msemaji wetu sasa wa jeshi la FARDC kuhusu kwamba watusi ni watu ambao wanazaniana na Mtusi anaweza akakuwa kama ukipendana naye, ni kweli. Kwa sababu gani? Mimi kuna kitu ambacho nilikuwa najiuliza sana mimi na marafiki zangu kuhusiana na namna watoto wa, yani, na namna watoto wa kike wa Kitusi waga wanajikomporte kwa vijana yani, yani kwa vijana wa kiume wa wa utu. Tuseme, yani, kwa mfano hivi unaweza ukamtongoza mtoto wa kike wa Kitusi leo ama ukamsimamisha unavyoongea naye tu, anaweza kuuliza kwamba wewe ni kabila gani, ama asipokuuliza atagundua kwamba wewe ni Mkongomani. Hata namba ambayo atakupatia namba ya simu, na tatizo lao wao uwaga awakatai bwana, ni sajili namba kwa simu, nitakupigia baadaye. Namba ambayo atakuandikia hapo akishagundua kwamba huyu ni Mkongomani, zaidi sana Mkongomani. Sasa hivi tunaongelea swala la watusi na wakongomani sasa hivi Nona ama Mnyarwanda na Mkongomani. Akigundua kwamba uyu ni mkongomani, namba ambayo atakupatia hapo ni namba ya uwongo. Kama hakugundua mapema kama yeye mkongomani, atakupa namba ya simu mtaongea, mtachateli lakini siku mtakutana hivi. Atakusoma. Yeye kwanza anakuja tuna mna lengo la kusoma kwanza. Akiaroka kwamba ori mkongomani, akirudi kwao hivi, utamwandikia atakujibu na kuna muda mwingine atani manake atastopisha kujibu kabisa. Yani ukimpigia simu hatopokea, na mkipanga programu kwamba nani tukutane, atakubali kwamba tukutane na mnapanga masaa yale, masaa kifika, ukipiga simu hivi hatopokea simu. Tulifanyaga experience kwanza Burundi, Uganda na Rwanda, katika tasmini ambayo tulifanyaga ya kuongea na watoto wa kike wa Kitusi, tulikuta tabia yao ni moja tu ile ile akigundua kwamba wewe tu ni mkongomani sasa hivi, a a hana muda kukusogelea tena. Sasa mimi siku moja nikapata nafasi, nikakutana na dada moja hivi ambaye baba yake ni mtusi, mama yake ni muutu, ila ya kuishi na baba yake. Nikamuuliza sio, nikamwambia bana, naomba tu nisaidie ili jambo, kwa nini watoto wa kitusi waga wanakuwa na mapenzi ya kinafiki kwa wautu? Na kwa nini waga, yani kwa nini waga wapendi kupendana na sisi wautu? Akasema hivi, sababu kubwa ya watusi ama watoto wa kike wa kitusi kuto kupendana na wautu wanakwaga na ideolojia kusema hivi, ni lazima waoane wao kwa wao kwa ajili ya kulinda mali zao na uzao wao kulinda mali zao na kuendeleza uzao wao, hiyo ndo lengo. Na kama inaweza katokea mtoto wa kitusi akakupenda, kuna vitu viwili. Jambo la kwanza amekuona kwamba una hela, kwa sababu wao ni watu ambao wanapenda sana starehe. Kwa hiyo ukiwa na hela, atafaidi zile pesa zako, mtatoka auti, ataenjoi hivyo, kwa sababu watu watusi ni watu ambao wanapenda sana yani, yani yani, enjoyment, yani, outies, yani, yani kutoka toka unaona, eh. Na swala la pili kama mtoto wa kitusi anaweza akasema kwamba aku, yani apendane na nani na, na, na, na mtoto wa kiutu ni kwa sababu kuna utofauti kati ya wanaume wa kiutu na wanaume wa kitusi jinsi gani? Mtusi anaweza akaolewa na mtusi mwenzake, lakini kama lakini kama akiamua kuchiti anaweza yani, kachiti na mwanaume wa Kiutu yani, kwa sababu tofauti. Sasa kuna kitu ambacho mi nilisikia hapa juzi hapa mlikitangaza kuna viongozi wa madini yani na wa Kibembe siu kama na makabila ya Kifurero siu na Wavira na nini waliandaa safari wakaenda kuonana na, wa, na Watusi au ambao mnaitwa Wanyamulenge si wako na kama ku viboko, boko pale, eti kwamba kwenda kuongea nao waishi bila kuwa na matatizo. Hii ni kweli kabisa hii, hii ni kweli hivi? Tunashindwa kuelewa mambo gani? Ama mauaji mangapi ambao Watusi walitekeleza dhidi ya ndugu zetu Wabembe, Wafuleru na kabila zingine hapo Kongo mpaka sisa ni tuande safari ya kwenda kuongea na watu usi kwamba tuishi vizuri bila matatizo. Je, sisi tuusha fanyiza kosa gani? mwezi wa kwanza hapa, mwezi wa kwanza huwa ambao tunaelekea nchi ya Uganda ina uchaguzi mkuu. Hivi ninavyokuambia hivi, wakongomani ambao wanaishi ndani ya Kampala wanaanza kufunga virago kuelekea kuingia kambi ya nakiwa waga, wanahisi kwamba inaweza ikatokea siku yani kipindi kile cha uchaguzi, yan, wakongomani wakaanza kufanya uchaguzi hapa kw ajili ya kumchagua nani, nani Mseveni? Kwa inapo inapokaribia kipindi cha uchaguzi mkuu wa Uganda, waganda wenyewe waga wanaambia wakongomani, andaeni safari mrudi kwenu au mwende makambini. Na kweli wale ambao jambo, kaka Rajabu, nakusalimu tena kwa jina la Isu, bwana namokozi. Mm, nimefata emission yako ya mi nazani ni ya Kenzel njo unaongea muzuri pale. Nimefata tano jia tano e, kuhusu abo bandugi yetu barefuge benye banapendaka ku, kujichanganya weyoonyewe na kitu nitakwambia, a batu kama hawataki kurekebika wataishi milele katika hali ile ya ukimbizi. Na ukiona mutu mwenye hataki, si tu tuko nje ya Kongo, hmm? Mutu mwenye hataki kukubali nani uraia wake, yaani nasionalite yake, huyu ni mutu mwovu na ni mutu wa kutisha na ni wa kuogopa na sio mutu wa kukaribisha katikati ya jamii, sababu hao wa watu Ukiita mtu Mkenya mu ajawai kushiriki, ukiita mtu Mtanzania ajawahi kushiriki, ukiita mtu Mukongo, ukiita mtu Mujermani, mu Marekani. Lakini hawa watu ndio hawataki kunini, hawataki hata kukubali kukubali uraia wao, na ni watu ambao wanasababisha. Lakini hawa watu kama hawata tubu, tunaleta shauri kwao, mkongomani ana tatizo tunejaribu hata kukutana na wamoja nje ya Kongo kwenyewe. Tuko tuko sahii tulipima kuwaonesha kama mpaka wakati ninyi, kama hamuwezi kutubu na kujirekebisha, mutaendelea kujiletea tatizo nyinyi wenyewe. Njo mnasababisha usalama wenu mdogo, kulingana na tabia yenu kwanza, kwa tabia yenu ya kutaka kuvamia kila nafasi Hmm? Mungu anjaumba watu katika hali hii. Hata maandiko inasema, alainiwa anayetambuka mpaka pili, baada ya kutendea wema wanarudisha mabaya. Andiko tena linasema, mtu yote anayerudisha mabaya juu ya mema, naye mabaya haita mwacha. Ndio tatizo yao ndugu yetu hawa, ile roho wanajihami, wanajiamini Mungu ajaumba hii ulimwengu kwa sababu yao au hii Afrika aikuumbwa kwa sababu yao? Mh? Kabila zote zinatembea duniani isipokuwa awa ndugu yetu hawa, njo wanasababisha shida kila fasi wanaenda, akukwake amani kila fasi wanaenda. Lakini Mungu ni Mungu wa upendo, na kazi Yesu alifanya kumsalaba inatosha, haichagua inani haijalishi ubaya na uovu wa mtu. Mtu akitubu message, tunaweza kuwaambia kama watubu you. Wanakuwa na sloga wanapenda kutumikisha. Oh, unaona wakungumani ni wabaguzi nini na nini hakuna nchi ambao kila mtu anaingia kisi anataka kiolela sawa, vile hata chooni mtu anapigaka hata hodi, lakini Kongo kila mtu anaingia anafanya kitu lakini, tunawambia kama hakuna mtu iko na tatizo na wandugu yetu, lakini tukuwe makini na sisi kwa upande wetu tukuwe makini hata kama wale wandugu wetu walienda kuzungumza na wale a watu ni wanafiki, ni kuangalilia mbali. Na kama maonyo yangu, kama ingewezekana, baada ya mvurugo hiyo ambao wanasababisha juu sababu leo ni miaka thelathini na moja, 30. Na, watu wanakuwaka tu mwanjama tu ya kuharibisha na kuua, wakiona kama wanafeli katika mipangilio yao wanaanza kujirete rete ulifuata wamoja wanasema, oh, apa, na hii aggression na kia kutuisha. Na watu walikuwa sasa wale wote wiko Lugezi kule nani, kule, kule Minembo, biko nafanya fujo. Sasa kila siku tutakuwa narudilia, inaomba tujirekebishe na kukamata hatua, serikali yetu ikamate hatua nguvu juu ya wa watu swate wapewe vieti vya, vya nini vya watu wa inji karte etrangeri, na mutu mwenye ataki hmm? Aende, na kama atavakia kubali kama yeye ni mkimbizi ni mkimbizi. Atujawahi, kuna watu wanaenda huko watu wa kutoka katika nchi mbalimbali wanatoka wiko Amerika, viko Ujerumani, viko wapi Ufaransa. Hatujawahi kusikia nani kabila ikafika huko na ikaimpose nasionalite na silaha na kuanza kuua wenyeji wa mahali. Sijue kama hata na Amerika hata ile Ufaransa ni inawasapoti katika hii uovu, niko nafanya siwe kama inaweza kukubali ile. Na njoo maana batubu tu, tunawaomba tu batubu. Eh, utubu maana yake kubadilika, baache hii mipango ya uvamizi na waishi kwa salama, na wasipotubu, wataendelea kuangaika na watapata shida, sababu Mungu hajaumba dunia juu yao, na ile kuvamia nchi zisio zao ni makosa. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu wa jioni hii ya leo, mengine tukutana ni saa kumi na mbili kwenye amka na Baraka One TV. Bye bye.